Kama unavyoona tupo kwenye haya mashamba yetu ya tumbaku, lakini pia unaona kuna mashamba ya mahindi e, ambayo pia nalimwa na wakulima wetu wa tumbaku e, sisi kama chama kikuu kwanza, wakati chama kikuu kinaanzishwa, malengo yake makubwa ilikuwa ilikuwa ni kusimamia zao la tumbaku, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na moja tuliweza kufanya maboresho kidogo kwenye, kwenye masharti yetu au katiba yetu kwamba tuweze kusimamia na mazao mengine nje ya tumbaku lakini pia zao ambalo tuliweka kwenye kipaumbele sana ni zao la mahindi. Na zao la mahindi tuliona kwanza, eh, kulikuwa na tabia wakulima wetu wanapata hela nyingi kutoka kwenye hili zao la tumbaku, lakini mwisho wa siku wanakuwa na njaa kwenye chakula. Sasa sisi chama kikuu pamoja na vyama vingine vyote tukaona kwamba ili tuweze kuondokana au kutatua changamoto ya njaa au ya upungufu wa chakula E, tukaona ni kwamba tunapomletea mkulima pembejeo au mbolea za, za tumbaku lakini pia tumletee walau mfuko mmoja wa, e, wa, wa yulea ambao ni, ni mahususi kwenye kilimo cha mahindi. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo ndio maana ukiangalia ukanda wa tarafa ya Kipembawe kwa wilaya hii ya Chunya, swala la njaa kwa sasa hivi limekuwa ni, ni, ni, ni kama halipo kwa sababu wakulima wetu wanapozalisha tumbaku pia ni wakulima wakubwa wa mahindi. Hapa tu kwa mfano kwa upande tu wa Kipembawe huu, tarafa hii ya Kipembawe, kuna wakulima wanazalisha zaidi ya, ikali, eh, zaidi ya magunia elfu tatu ya mahindi mpaka elfu tano wengine wakulima wakubwa. Ndio maana ukienda pale kwenye mji wetu wa Lupa unaona muda wote mahindi yananunuliwa yanaenda tunalisha, sasa hivi mikoa ya Shinyanga, mikoa ya Tabora, mikoa ya Singida watu wengi sana wafanya biashara wa mahindi wanakuja kununua mahindi huku, lakini pia e, wingi wa mahindi umetokana na uwepo wa pembejeo hizi aina ya ulea ambazo tunazileta kwa wakulima wetu. Tumekuwa tukifanya hivyo kuondokana na hiyo changamoto ya njaa, lakini pia tukaona kwamba hawa wakulima wakati mwingine e, anaweza akawa amelima tumbaku akawa amelima na mahindi kwa hiyo kama hajapata kipato kizuri sana kwenye tumbaku, basi mahindi anaweza kaongeza pia kipato kingine, ukiacha zaidi ya matumizi ya chakula, bado anaweza kafanya biashara, ndio kama hivyo anavyofanya. Lakini kwenye swala la usimamizi, kwa sababu hili ni zao ambalo linalimwa na wakulima wengi, lakini pia wanaolima zao la mahindi, kuna wanachama ambao sio wanachama, sio wanachama wa vyama vya ushirika, ni wakulima wa kujitegemea. Sasa tupo kwenye hatua mchakato wa kuangalia namna gani hata zao la mahindi tuanze kulisimamia kwa mkulima mmoja mmoja, japo ni kama ambavyo mchakato unakuwa na mambo mengi, kama nilivyosema kwamba wakulima wanaolima mahindi wengine si wanachama. Sasa lazima tuwe na tutafute namna yoyote ile nzuri ya kuhakikisha kwamba hata wale wakulima ambao si wanachama wa vyama vya ushirika tunakuwa tuna nao pamoja. Sasa hilo kuna mamlaka ambazo lazima tushirikiane nazo, lakini pia sisi kama upande wa chama kikuu tumeweza kujenga kiwanda cha kusindika unga wa mahindi pale e, kwenye kata ya kata Mtanila kwenye kijiji cha Kalangali pale ambapo mategemeo yetu ni kununua mahindi ya wakulima wetu ambao wanayazalisha. Kwa maana yake kile kiwanda kimeenda ku, kuleta tija kwa wakulima. Tutanunua mahindi ambao ni ya wanachama wa vya vyama vya ushirika, lakini pia tutanunua mahindi ya wakulima ambao sio wanachama si wanachama wa vyama vya ushirika. Maana yake sasa hata yule mkulima ambaye sio mwanachama tutanua mahindi yake. Lakini pia tukisha kuwa na mahusiano watu nanua mahindi yake, na akaona kwamba ameuza mahindi yake kwa chama kikuu na ameweza kulipwa. Huyo mkulima ambaye sio mwanachama, tunaweza tukamshawishi kwa haraka kwamba naye akajiunga kwenye wanachama ili aweze pia kufanya nini aweze kunufaika na hii mikopo ya mbolea za mahindi ambazo tumekuwa tukiitoa. Aa, ni kweli inategemea kwamba kule shamba la mahindi linakuwa na changamoto kidogo, kunakuwa na nyasi ndio, lakini kwenye swala la tumbaku nakuwa angalau kuna unafuu, ni kwa sababu ni zao la biashara. Ile mahindi ni kama vile chakula. Kuo sana sana tunategemea hata nikipata tumbaku nyingi nitanunua chakula nitaweza kujikizi kwa msimu uliopita nililima hekari tano za mahindi kama na nusu, lakini kutokana na hali ya mvua kuwa nyingi mwaka jana wazizidiko, sikuwa na kipato kizuri, nilivuna gunia hamsini na saba. Mpaka sasa make makaoni, nimelima mahindi ekari sita lakini kwa hali kama unavyoiona, nategemea kuvuna zaidi ya gunia sitini mpaka sabini kama hali itakuwa zaidi vizuri, na hata themanini naweza nikafikisha, kwa sababu hali ya mahindi kama, ma kama unavyoiona imeunga kwa wakati, lakini yako vizuri na mvua zinanyesha vizuri. Ah mwaka jana nilikuwa nimelima eka 15 nilivuna gunia kama 150 kutokana na hali ya hewa ngumu, ilikuwa nyingi, kwa hiyo mazao hayakustawi vizuri. Ah mwaka huu nimelima zaidi eka 20 ambayo naweza nika nikavuna gunia 200. Mahindi nimelima kama eka 10 nategemea kuvuna kwa kiwango cha, cha kawaida gunia 80. chuo cha veta chunya kiko katika halmashauri ya wilaya ya chunya mkoa wa mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ah chuo cha veta chunya kimejengwa kwa kuwekewa miundo mbinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya fundi stadi katika fani kubwa sita fani ya kwanza ni umeme wa majumbani lakini fani ya pili ni ufundi washi. Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu ushonaji na teknolojia ya nguo. Lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari. Ni mwanafunzi katika chuo cha VETA cha Chunya, nachukua fani ya umeme na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje vijana ambao hawana shughuli za kufanya wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kuajiliwa na serikali, ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe sababu kwa ujuzi tutakao upata hapa tutasaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza